Haleluya, haleluya. Kristo tumaini letu, tumaini letu ni Pasaka, Kristo tumaini letu. Huyu ndiye tumaini letu, ndiyo Pasaka. Wapendwa wana familia ya Mungu, tupo kwenye mkesha

Asili na chanzo cha mwanadamu ni Mungu, nasi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ili wali

sadaka na huduma. Tubadilike ndugu zangu na, na wengine hukujiita nguzo imani Kristo, hiyo ni nguzo kweli. Unatoa sadaka, unashiriki vikao ya watu familia nyumba, baba uo, basi ukijitambua kwamba una changamoto, una changamoto katika familia yako, utendaji wako ni hafifu, basi ni mwito kwetu kubadilika. Pasaka hii ikubadilishe mitazamo hasi na kuwa na mitazamo ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu inawapelekea yote <coughs> nayatamka nayo unayongiriwa yamsaidie uweze kubadili mwenendo ya maisha yetu, kwani haitoshi tu kuja kanisani kama utakuwa huyaishi yale ambayo kunayasikia. Tumsifu Yesu Kristo, haleluya.